Kuamkia leo siku ya Jumatatu yani e, usiku juma e, wa Jumapili iliweza kuchezwa mechi kubwa kabisa kati ya e, Hispania pamoja na Ureno, moja kati ya mechi ambayo pia watu wengi walikuwa wanaisubiri kwa hamu zaidi, kwa sababu ilikuwa inamkutanisha Cristiano Ronaldo pamoja na Lamine Yamal, moja kati ya watu ambao pia kwa sasa hivi wanaongelewa na kuongelewa sana. Sasa Portugal ambayo ni Ureno hii iliweza kuvaa ubingwa, imeweza kuchukua ubingwa wa UEFA National League mara baada kufuzu, e, ya kuweza kufuzu nyumbani dhidi ya Hispania kwenye fainali iliweza kuchezwa e, siku ya Jumapili yani usiku huu wa jana e, sasa huko Munich, kuweza kukamilisha dakika tisini pamoja na nyongeza, mwishowe kuweza kumalizika kwa sare ya mabao mawili kwa mawili kwa sababu mshindi ilikuwa inatakiwa lazima apatikane, so ikaweza kutegemea kuongezwa dakika zingine, and then kuweza kufikia katika e, hatua ya matuta. Na Portugal, au Ureno, timu ya kina Cristiano Ronaldo ikaweza kushinda kwa penalti tano e, kwa tatu ambazo hizo zikawasababisha Spain kuweza kushindwa kuweza kuchukua eh, kombe hili la mwaka 2025 yani UEFA Nations League. Sasa Hispania pia, uh, uh, goli la Hispania Martin Zuberd, pia aliweza kufunga kwa Hispania kabla ya mwishoni kabisa mwa kipindi cha kwanza, na Mikel Olgazalba aliweza kuongeza ushindi kabla hasal, uh, ya mapumziko a, yani kwenda mapumziko, wanaongoza kwa mabao mawili, then uh, uh, Ureno walikuwa bado hawajapata uh, goli lolote. Sasa uh, kutokea kule katika eh, klabu ya Ureno eh, Nuno Mendes aliweza kufunga goli la kuweza kusawazisha eh, muda mwishoni mwa kipindi cha kwanza na Cristiano Ronaldo akamalizia kwa kuweza kuleta bao la pili eh, katika dakika ya 61 ambapo likiwa ni goli la kimataifa la mwaka la 138. Ukumbuke kwamba Ronaldo alikuwa na jumla ya magoli 137 kwenye timu ya taifa ambapo alikuwa anaichezea eh, lakini sasa siku ya jana mara baada ya kuweza kufunga goli hili ameweza kukamilisha goli la 138 na na eh, kwa upande wake katika eh, suala zima so la timu ya taifa ya huko Ureno sasa. Kipa Diego Costa pia aliweza kununua nafasi ya Portugal kwa kuweza kutoa penati ya Alvaro Morata, na Ruben Neves ambayo Ali, uh, uh, pia aliweza kuleta ushindi wa kuweza kufunga penati ya mwisho eh, za ushindi wa tano kwa tatu. Sasa Diego Costa ni moja kati ya makipa ambayo anafanya poa zaidi na kwa sasa hivi aliweza kukitumikia kikosi chake cha Ureno kama timu ya taifa and then aliweza kuokoa eh, penati mbili ambazo zilikuwa zikipigwa na yeye eh, kuweza kupiga penati ya ushindi ya mwisho mwisho kabisa. Lakini pia Cristiano Ronaldo tunajua, kwa sasa hivi akiwa anatimiza umri wa miaka 40, ameweza kuonekana akishinda hisia wakati eh, wa kucheza na baada ya kuweza kufunga bao la kuweza kusawazisha na kuweza kusalimiana ushindi huo kuweza kufikisha eh, pale ambapo imeweza kufikia. Sasa amekuwa ni mchezaji wa kwanza kuweza kuchukua UEFA Nations League mara mbili, ikiwa ni timu yake ilishinda mwaka 2019 kwa mara ya kwanza, lakini pia mwaka 2025 ameweza kuchukua kwa mara ya pili, tukio ambalo pia limeweza kuzua mjadala mjadala mkubwa sana. E, katika mitandao ya kijamii lakini pia sehemu mbalimbali, kwamba ilikuwa ni ubadilishaji wa rasmi wa damu e, ship swap na mshambuliaji wa Hispania Nico Williams mwishoni mwa kipindi kabla ya sare, tukio hilo ambalo pia iliweza kusababisha e, mitazamo pia mchanganyiko, kwamba kuna namna gani ambayo inaweza kutokea e, katika gemu hii, kwa wale ambao pia wameweza kushuhudia mechi i think wameona Mbungi kubwa sana imeweza kuchezeka pale. Sasa ndio utakapojua sasa kwamba ubora wa Lamine Yamal ambaye anaongelewa kila siku na Cristiano Ronaldo eh, mkongwe kabisa huyu ambaye ana miaka kum, eh, miaka 40 mpaka sasa hivi ingalia kuwa Lamine Yamal eh, bana I think ameweza kutimiza miaka 18 hivi juzi tu. Eh, sasa watu wengi wameweza kusema kwamba unawafananishaje sasa watu hawa wawili? Yaani umfananishe Ronaldo na Yamal ni kitu ambacho hakiwezekani, ni maji na mafuta, ni mchanga na maji ambavyo vitu ambavyo haviwezekani kabisa kwa sababu Ronaldo yuko eh, mda mrefu kwenye industry ya, ya, ya, ya mpira, anaweza kufanya poa zaidi miaka nyuma sana, lakini pia Lamine Yamal kwa sasa hivi kimekuwa ni kama kipindi chake, akiweza kufanya vizuri pia kupitia klabu yake ya Barcelona ambaye pia anaweza kuichezea kwa sasa hivi. Yapi maoni yako kwa wewe ambaye shabiki wa timu ya Ureno au kwa shabiki wa Spain kuhusiana na mchezo wa jana? Comment, like, share, utakometisha kinomanoma.